Pokea salamu za heri njema za mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ninawatakia mema mwaka huu mpya, ninawatakia afya njema, mafanikio tele. Mwenyezi Mungu aweze kufanikisha mipango yako ambayo umeweza kuipanga mwaka huu mpya. Karibu sana niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba mpenzi mtazamaji, ikiwa unanitazama kwa mara ya kwanza mwaka huu mpya, tafadhali jiunge na hii familia, sambaza kanda zetu ili tuendelee kukaa familia kubwa ambayo inapashana taarifa. Samia ameweza kujutia kuchapisha taarifa kuwaambia Watanzania kwamba kuanzia saa tatu usiku atatoa kauli ya kufunga mwaka pamoja na kufungua mwaka. Samia, kupitia kwa ukurasa wa Ikulu Tanzania, waliweza kuwaomba wananchi kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka Zanzibar mahala ambapo yupo, kipindi ambapo atakuwa anatoa kauli ya kufunga mwaka na ya kufungua mwaka. Sasa, kwenye hizo taarifa ambazo Samia ameweza kuzichapisha, Watanzania wameweza kumvamia na taarifa za vifo mpaka nina shuku mahala ambapo Samia yupo anajilaumu, ni kwa nini aliweza kuiba kura. Namba mbili, ni kwa nini anajilazimisha kwa wananchi wa Tanzania ambao hawamtaki. Nambari tatu, anajilaumu ni kwa nini aliweza kuwaua Watanzania. ni kope lako sikio ni kuchanganulie ndipo uweze kuyaelewa. Jinsi ambavyo unaona hapo, hii ndiyo kauli ambayo Samia aliweza kuitoa sasa hivi tarehe thelathini na moja, tukiwa tunaelekea tarehe moja Januari, Samia yuko Zanzibari kwake nyumbani, na atazungumza saa tatu ya usiku kutoka kwa ikulu ndogo ya Zanzibari. Ikulu ndogo ya Zanzibari ndio, je sababu inaona hapo, akatoa kauli ambayo inasema kwamba Ikulu Tanzania is at Zanzibar. Fuatilia matangazo ya moja kwa moja kupitia akaunti zetu za Instagram, Ikulu mawasiliano, Ikulu Tanzania, Ikulu mawasiliano, alafu hiyo kauli ikaweza kusema kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Ikulu. Hotuba Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulihutubia taifa, akiuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka mwaka 2026 mpya, tarehe 31 saa tatu usiku ikulu ndogo ya tunguu Zanzibari, tufuatilie moja kwa moja kupitia televisheni na mitandao ya kijamii mbashara. Sasa hizo ndizo taarifa ambazo aliweza kuzitoa kuwaambia Watanzania kwamba atakuwa anazungumza kuanzia saa tatu usiku kutoka Zanzibari, akiuaga mwaka na kuukaribisha mwaka. Unajua, Wananchi si watu wa kusahau, wameweza kumvamia Samia na taarifa za vifo. Naomba uweze kuangalia hapo. Ninaomba sana radhi iwapo taarifa hizi zitakushtua, lakini ni lazima niweze kukuonyesha. Wa kwanza akaweza kuweka picha ya yule mama mwenye alipigwa risasi kutoka mgongoni alipokuwa anakimbia alafu akanukuu maneno ya yule mwenye alikuwa anaita yule mama kwamba, mama amka, amka mama, amka twende, mama amka. Mnakumbuka yule mama mwenye alipigwa risasi? Nadhani kwamba ilikuwa ni kama, si Mwanza ni Arusha. Na huyu mama mwenye unaona kwenye hiyo picha alikuwa mjamzito wa miezi mitatu. Huyu mama ndiye alikuwa breadwinner. Yani mwenye anachapa kazi kuweza kuilisha familia yake, lakini akauawa ili Samia kuendelea kusalia madarakani. Mtu mwingine mwenye anaitwa Elfas Kantai Malati akaweka picha ya mwanadada mwenye amelala kwa kaburi, yaani kwa sanduku, kuniradhi, alafu akamwambia kwamba hatutasahau mwingine akaja akamwambia Samia, hivi nisiwe muongo mimi, sitafuatilia kwanza, nitakuwa kanisani Roman Catholic, kwenye mkesha awahutubie wazee wa Dar es Salaam, siwezi kaa kumsikiliza muuaji. Unasikia jinsi ambavyo wanamwambia kwamba hawawezi wakaketi kumsikiliza muuaji. Samia Suluhu Hassan, wewe ni muuaji, hata utoke ujisafishe vipi? Wewe ni muuaji tu huyu. Yeye amemwambia kinagaubaga kwamba hatamsikiliza kwa nini? Yeye ni muuaji. Nambari mbili, ametoa sababu kwamba yeye atakuwa kwenye kanisani kwenye mkesha wa kukaribisha mwaka, kwa hivyo hatakuwa na muda wa kuweza kumsikiliza kwa sababu atakuwa kanisani. Pili, uh, yeye ni muuaji Joseph Thomas akamwambia kumfuatilia muuaji ni kujipa stress, ufe mapema nasikia sasa. Naomba tena uweze kuangalia, mm -hmm, picha nyingine. Ndiyo hiyo, anaitwa Bonvenja, akaweza kuweka mama mwenye ameinamia msalaba baada ya kuweza kumzika mpendwa wake mm. Unaona, mpenzi mtazamaji ishara kwamba hawa ni wale ambao waliuawa kipindi cha maandamano. Mpenzi mtazamaji, mwingine naye naye vile vilevile akachapisha picha ya mpendwa wao akiwa wameaga dunia na wamemzika na mwingine akaweza kuandika kwamba Samia Isekila Shikili, thousands of Tanzania mwingine akasema kwamba huo muda wa kukusikiliza hatuna kabisa. Unahisi ni kwa nini, baada ya Samia kuweza kutoa kauli ya kuwakaribisha watanzania kumsikiliza kuanzia saa tatu usiku atakapokuwa anatoa hotuba ya kuaga mwaka elfu mbili ishirini na tano mwaka ambao yeye ameweza kuwaua wananchi zaidi ya elfu kumi mwaka ambao umekuwa na changamoto nyingi sana Tanzania. Tundu Lissu akakamatwa, akina Humphrey polepole wakatekwa, hawajulikani waliko. Mwaka ambao ndugu zangu watanzania wamepoteza ndugu zao. Unahisi ni kwa nini watanzania wameweza kumvamia Samia na jumbe za mauti na vifo? Nambari moja, hii inaashiria kwamba watanzania bado wako na uchungu wa kupoteza ndugu zao ambao waliuawa chini ya amri ya Samia, eti kwamba wanalinda taifa, kipindi ambapo Watanzania walikuwa wanaandamana kulalamikia uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali, kulalamikia udikteta ambao ulikuwa unaendelezwa na Samia. Tanzania wako na uchungu sana wa kupoteza ndugu zao, na ndio maana wameweza kumvamia Samia na taarifa hizi. Nambari mbili, mpenzi mtazamaji, Watanzania wameweza kumvamia Samia na taarifa za vifo wakimueleza kwamba wewe ni muuaji na utasalia bado kuwa muuaji, hata ujaribu kujisafisha kivipi bado utasalia kuwa muuaji. Nambari tatu, sababu ambayo imeweza kufanya ndugu zetu kuweza kumvamia Samia ni kwa sababu anajilazimisha kuelekea kwa wananchi nanielewa kwamba yeye ni rais wao na wananchi hawamtaki. Ingekuwa Samia nasoma hizi jumbe, hata hiyo kauli ambayo anaye anasema kwamba anaenda kuitoa saa tatu hangeweza kuitoa. Kwa nini? Wananchi hawamtaki. Nambari tano ama nambari nne ambayo imeweza kufanya ndugu zetu watanzania wameweza kumtundikia Samia picha za mauti. Hii ni ishara kwamba hawamtambui kama rais, wanavuka mwaka kama hawamtambui kama rais. Nambari tano, watanzania wamesema kwamba hawatasahau kwamba Samia aliweza kuwaua watanzania wenzao, wanavuka mwaka bado wakiwa hawajaweza kumsamehe Samia. Je, wewe utamsamea Samia? Sema nasi na reja na mingi tena zaidi. Ikulu imeshambuliwa na picha za mauti.